Hello, watu wa mkoa wa Mara, tunafika mkoa wa Mara kwa heshima zote kwa ajili ya kujiandaa kumpokea mpendwa wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Vijana wa Samia Love, vijana na Tanzania na vijana na makundi mengine ya Watanzania, mama amefanya. Vijana wa Samia Love, vijana na Tanzania na vijana na makundi mengine ya Watanzania, mama amefanya mambo mengi. Mama ni mama mwema mama ni kiongozi jasiri, kiongozi hodari, kiongozi anayewapenda sana Watanzania. Kanda ya Ziwa tumefika, na hapa katika mkoa wa Mara, kuanzia na mji wa Musoma ambako ni mkoa ambao ulimtoa Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere. Leo mama wa taifa Samia anaingia hapa Mara. Tujiandae Oktoba 29. Asubuhi na mapema kila mtu akapige kura za ndio kumpa mama Samia. Samia love vijana wa Tanzania. Samia mitano tena. Tena. Samia mitano tena. Tuko Mara hapa. Ehe, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kumtafutia mama yetu kura mama Samia. Naam. Na? Hakuna la ziada zaidi ya kutiki tarehe 29 kwa mama. Wee, mama ukweli unaenda? Kweli na wabunge wetu na kila kitu, sisi hamu ndio mambo yote bwana, kwanza tumefurahi sana kusikia ujio wa mama yetu, rais yetu kipenzi, kwa sababu siku anayofika Mara wajasiriamali wote tunauza biashara yetu inatoka, yani saa kumi na mbili uwanjani na kumpokea makutano. Oktoba tiki, Oktoba tiki, mitano tena. Tunamwamini katika kazi zake za alizopita, na amefanya kazi nzuri sana mama, na tunaona matunda yake. Kwa kweli mama, hatuna cha kujivunia, bali tumepata zawadi kutoka kwa Mungu Mama yetu tunampenda mama Samia Suluhu Hassan, kwa kweli ni mchapakazi, ni jembe, amerisi kutoka kwa Magufuli uchapakazi. Kwa hiyo, mama karibu sana mkoa wa Mara ili wanamara wajisikie kwamba kweli tumepata mama, mwanamke mshupavu, mwenye kufanya kazi zake kwa umakini. Mama tunahakikisha mkoa wa mara tunakupa kura zote, ni zako wa Oktoba, kutoba tunatiki mitano tena kwa mama. Nichukua fursa hii kumwakilishia mama, sisi kama vijana Msoma mjini tumejipanga vya kutosha, hamasa ya kutosha, na tutajitokeza kwa wingi.